Tunafanya agano lake na wewe, basi kizazi chako kinakubalika katika mataifa. Na mimi na wewe tutie bidii sana, ili kizazi chetu kikubalike katika mataifa. Usiangalie kwamba labda nimeomba lakini mambo yangu yabadiliki, lakini Mungu anaweza kufanya ukubalike katika mataifa. Mungu anaweza kufanya ujulikane katika mataifa. Mungu anaweza kufanya watoto wako waingie mahali katika mataifa mpaka watu waseme ya kwamba hawa ni wabarikiwa. Aleluya! So katika maisha yako mpendwa, unapoishi dada, ndugu, unapoishi, unapotembea, usiwahi kukiri ya kwamba wewe ni wa shida, usiwahi kukiri ya kwamba wewe ni wa mateso, usiwahi kukiri ya kwamba wewe ni wa maangaiko, ili ya kwamba wewe kila wakati kinywa chako kisema kwamba mimi ni mbarikiwa. Aleluya! mimi na watoto wangu na uzao wangu ni wabarikiwa, sisi ni wana watu ambao tumeinuliwa. Haya maneno yasiwahi kutoka katika kinywa chako ukafika mahali ukampa shetani utukufu na kuanza kumwambia kwamba wewe sasa ndiye una nguvu eh. Hey, wewe ndio ah ah, mwambie Bwana, wewe umeniita mbarikiwa, na umefanya agano lako na mimi na agano lako ni dhabiti juu ya maisha yangu. Hakuna siku Mungu anaweza kugeuza agano lake juu yetu, sisi ndio tunageuka, n ai nini, tunabadilika. Mioyo yetu inapoingiwa na wasiwasi, tunaingia, tunageuka, tunamwacha Mungu. Tunapomwacha Mungu, basi agano lake haliwezi endelea kuwa dhabiti juu ya maisha yetu agano alilo agana nao ya kwamba nitakushika mkono wako wa kuume katika hali ya ugumu, nitakuwa pamoja nawe, haliwezi kufanya kazi juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Agano la Mungu haliwezi kufanya kazi juu ya maisha yetu wakati ambao tumeona ya kwamba sisi tunataka kutegemea mawazo yetu na akili zetu na nguvu zetu, tunadhani ya kwamba ndiyo itakayetusaidia mawazo yetu hayanafanya. Agano la Mungu haliwezi kukamilika juu yetu, Hatuwezi kuitwa wabarikiwa.